Madea mtakatifu Agustini alisema kwa matumaini tunapanda, kwa imani tunakuza, kwa upendo tunavuna. Maana tunapovuna tunagawana. Hapo kuna imani, upendo na matumaini. Sasa hii kuyaelewa matumaini nayoongelea, tuyatazame kwa kumwangalia Bikira Maria, mama wa mateso saba, ndipo mnaweza kuyaelewa matumaini Bikira Maria ni mama wa mateso lakini ni mama wa matumaini pia, naomba tuseme mama wa mateso. Mama, mateso ni mama wa matumaini pia. Kuna wakati nilienda Bugando, niliona bango limeandikwa kuna bilioni ya matumaini. Bugando kuna wagonjwa lakini kuna bilioni ya matumaini. Bikira Maria ni mama wa mateso saba, lakini ni mama wa bilioni ya matumaini makofu wa mama, yeah. Teso la kwanza, hata kama umetaarifiwa mabaya, kuna taarifa ya pili. Hata kama umetaarifiwa mabaya, kuna taarifa ya pili, neno la matumaini takalo litumia, kwa sababu Wagiriki ni watajiri kwa Luka ni neno elpis, elpis maana yake matumaini, lakini ina maana nyingi sana. Pale Simeoni alikuwa na matumaini ya kumwona Masia na palikuwepo Hana na yeye anautarajia ukombozi wa Yerusalemu, walikuwa na matumaini saa ile ile akatokea Hana akamshukuru Mungu. Hapo kuna pointi kubwa Ukipata matatizo jaribu kushukuru. Mwambie jirani yako, umejaribu yote, umepata matatizo, umesha jaribu kushukuru. nafikiri alimwambia, yana mwisho. Alimwambia, nalo hilo likapita. Alimwambia Mungu atikutuma sehemu yenye ye miiba na kupatia viatu imara. Alimwambia kwamba Mungu si lazima uondoe mzigo, lakini anaweza kukupatia mabega imara. Sijui alimwambia nini. <tos> <tos> Sasa, matumaini kwa chanya unabii wa Simeoni ilikuwa ni second annunciation, ni kupashwa habari Bikira Maria mara ya pili. Alipashwa habari mara ya kwanza kwamba atamzaa mkombozi, lakini mara ya pili kwamba uchungu huo kama upanga utachoma moyo wake. Hiyo ilikuwa taarifa ya kwanza, lakini ngoja nikwambie kuna taarifa ya pili. Mwambie jirani taarifa ya pili taarifa ya pili katika yoyote lakini wewe mchukue iliyotoka tarehe moja mwezi wa 11 mwaka 1950 siku ya watakatifu wote saa tatu asubuhi Papa Pius wa 12 2 alisema Bikira Maria alipalizwa mbinguni mwili na roho uchungu utakuchoma taarifa ya kwanza Taarifa ya pili alipalizwa mbinguni. Makofi kwa mama. Taarifa ya kwanza inaweza ikawa mbaya, taarifa ya pili itakuwa nzuri. Aseme neno kwa maombezi ya Bikira Maria, kuna ripoti ya pili mama. Ekyo Mungu akumikieti kitunda Mungu alichokuwekea kiosi, kuna taarifa ya pili. Na katika Biblia, Biblia imejaa taarifa ya pili. Taarifa ya kwanza Yosefu ameaga dunia, ameuawa, wanamwambia baba yake Yakobo. Taarifa ya pili Yosefu yuko Misri, ni waziri mkuu makofi kwa Mungu. Biblia ina taarifa ya pili. <laughs> Taarifa ya kwanza paka amepigwa teke. Taarifa ya pili ameangukia kwenye bakuli la maziwa. <laughs> <laughs> Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 7 mstari wa nane. Hakika mwisho wa jambo ni bora kuliko mwanzo wake. Tuombe mwisho uwe na taarifa ya pili nzuri za kuwabanza za maeleuaish atafiu teso la pili <laughs> haraka haraka, Bikira Maria alikimbilia Misri na Yosefu na mtoto Yesu. Hata kama umekimbia una urejesho, hata kama umekimbia una urejesho. Msume, sume siku kidogo, nawaambia utarejeshewa. Huyu aliyekimbia Misri akukaa Misri alirejeshewa, akarudi nyumbani. Mwaka wa Jubilei ni mwaka wa urejesho. Leo nawaambia mtarejeshewa akarejeshewa heshima, alafu akarejeshewa utere madarasa sita ya bidaa. Mwaka wa Jubileo ni mwaka wa urejesho. Tumekuja kumwomba Mama Maria, yule aliyesema wana nifai, atuombee turejeshewe heshima, turejeshewe upendo, turejeshewe imani, turejeshewe matumaini. Makofi kwa mama hapa. Neno la matumaini la Kigiriki inamaanisha nguvu ya kudumu hii ndiyo inaitwa resilience. Yani ni uvumilivu, unavumilia. una walikimbia, kuna hofu, kuna jua kali, hali ya hewa si nzuri, sehemu wanazopitia si nzuri, wakakimbilia Misri. Palikuwepo na matumaini kuwa Mungu atawaongoza kusudi kurudi. Kuna kitu tunakiita kumi ya tisini. Kumi ya tisini ni nini? navyo ulipokea ni asilimia tisini. mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. Hapa tunamwona Bikira Maria anateseka huyo, wakajiuliza kwa nini mama wa Yesu ateseka awe mkimbizi? ninajik mawazo ya Mungu si mawazo yetu, njia za Mungu si njia zetu wahayo nasema umwana anura na shahira, naomba tuseme umwana anura na shahira, umwana anura na shahira. Mtoto ni mtamu, mtoto ni mchungu. Alipozaliwa alikuwa mtamu, sasa wanakimbia ni mchungu mm -hmm. mm. Asubuhi amezaliwa Bethlehemu, usiku usiku, lakini jioni yuko Kalvari. Maisha yana mzunguko, asubuhi jioni matamu machungu. Mtoto akipata division 1 ni tamu, akipata division 0 ni chungu <laughs> hmm. <laughs> kuna mtu aliuliza wazazi kutoa kama Mungu yupo, akaona katoto kana tiara, akasema nilikumbuka kukauliza katoto fulani tiara, mbona haionekani? Akasema ipo, ila kwa imani akasema je, ipo? akasema ndiyo ipo, na hisi mvuto na Mungu. Ingawa aonekani, yupo, tunahisi mvuto wake. ili Nyakijoga, kuwa hapa ni kazi ya Mungu, maongezi wamekuja hapa ni kazi ya Mungu. Mungu yupo, tunahisi mvuto wake, makofi wa Mungu. ekaln ongea machachi hapa. Hata kama umepoteza, usipoteze tumaini. Kwa kawaida tunapoteza tumaini, kwa kawaida huwa tunapoteza. Naomba tuseme atanagatalonda, atanagatalonda, asiyepoteza ni ishara katika utume wake. miaka mitatu ni ishara ya kupotea kaburini siku tatu, kwa sababu Wayahudi walikuwa wanahesabu hata nusu ya siku ni siku nzima. <coughs> Kwa hiyo, tumaini ni amali ya moyo katikati ya vimbunga, alisema Mtakatifu Katarina wa Siena, katikati ya vimbunga kuna tumaini, akutoa roho mkiroho kuongoza usiku namshukuru kukicha kwa hiyo baki na nanga ya matumaini Waebrania sura ya sita mstari wa kumi na tisa tunalo tumaini hili kama nanga ya roho zetu yenye nguvu na imara tumaini hili linaingia hadi ndani ya pasia tumaini ni nanga yaani nanga inasaidia mtume kusimama kuna mawimbi lakini alikula chochote na sisi tumaini, yatakuja mawimbi, yatakuja shida, lakini tumaini ni nanga. Mmhm, Mungu yuko kazini. Mwambie jirani yako Mungu yuko kazini. Naftu <laughs> awahi kuniuliza, kasema fatakamlisha, waka una tabasamu unafurahi, huwo una, una, una matatizo na changamoto? Asema <laughs> nyingi mno nyingi mno. Nasema lakini kile kilichotia moyo, Biblia inasema ikawa asubuhi ikawa jioni siku ya pili. Biblia isemi ikawa asubuhi ikawa jioni ni siku ikakaa Teso ah. <laughs> la nne Bikira Maria alikutana na Yesu kwenye njia ya Kalvari. Hata kama umekutana na msalaba, endelea mbele. Hapa tuna maana ya tumaini linalostahimili ekitomzaiyomshens mtakuti kuberenada wakelevo wakisema, Yesu na Maria walibeba msalaba mmoja, Yesu mwilini, Bikira Maria moyoni, ni msalaba mmoja. Kwa hiyo unakutana misalaba, msalaba, msalaba, ukiubeba vema ukakubeba. Yesu alibeba vema msalaba, ukambeba Bikira wajibu wako kwa umma ni msalaba, ubebe vema, utakubeba. Wajibu wako katika familia ni msalaba, ubebe vema, utakubeba. Kuna mwanaume alirudi nyumbani baada ya misa Jumapili. Mke wake alikuwa anahudhuria misa ya pili. Alipofika akamuuliza misa ilikwaje? Bwana akusema lolote, akamnyanyua akampitisha sitingrum, akampitisha jikoni, akamzungusha mwanamke akasema, umenikumbusha siku tuliyofunga ndoa. Hivi padre amefundisha nini leo? Akasema padre ametufundisha tubebe misalaba yetu. <coughs> Nataka kusema kituo cha pili cha njia ya msalaba, mwenzi wa ndoa ni msalaba, lakini ni neema, ni neema. Naomba tuimbe kidogo. Neema, neema, neema imefunuliwa.